Hii vita ya leo tuko na pigana sisi, tunapigana vita ambazo ilianza miaka ya nyuma sana manza, moto moja, I vita inaanza moko elfu moja mia tisa na makumi sita buri. Hii vita imekwenda kupangwa kuanza mwaka wa endependance, wakati tu tutapata endependance na programu za vita hii zitaanza kuungia sasa, mko anielewa vizuri Independence ilikuwa namna gani? Wakati nchi zote zinalomba independence, Kongo nayo ilijizikia kwamba iombe uhuru ikiongozwa na Iki nani, leader wa independence alikuwa Emery Patrice Lumumba, analomba independence na wakati analomba independence, kuwabeleji kama vile walikuwa watu wanatu- wanatutawala, huyo bwana alipata matatizo sana, matatizo makubwa, sababu Belgike haikuwa inapenda kuachia watu kabisa independence mbele ya wakati. Kulingana na nini? Kulingana na kitu ambacho walikwenda kuona mashariki ya nchi. Katika mashariki ya nchi hii ambayo tunaita tunaita Shane Demon Mitumba, nadhani ndio hapa tunapatikana leo. Shane Demon Mitumba inaanza ku- kutanganika ku noro ya Tanganyika, donc province ya Tanganyika ndio ya tunaita Kalemie kule, inapanda inakamata Manyema yote inakamata hapa tuko kusidi Kivu, inakamata noro Kivu, inakamata Ituri ile tunaita ni shene ya yamo mitumba, ndani ya shene ya mo mitumba baada ya vita ya baada ya vita ya ya pili ya ulimwengu gere ya 40 45. Baada ya hiyo vita wale tunaita wa expert wa expert wa, wa, wa CEE yani wataalam wa CEE wa CEE, maana yake communauté économique européenne wale watu walikuja kufika katika nchi ya Kongo wa